Oye. Oye. Tewele, mimi nakupongeza na watu wa kata yako wanaweza wakatembea kifua mbele kwamba walichagua mtu ambaye ni kijana msomi na ana maono ya watu wake, na hii ndiyo tafsiri ya uongozi. Mungu akubariki sana. Asante mkuu. Sasa, la pili, mkuu wa shule ninakupongeza sana kwa sababu na wewe mwenyewe usingekuwa ni msimamiaji mzuri, tusingefika tulipofika. Kupitia wewe na wapongeza walimu wote, namna ambavyo mmekuwa na mchango mkubwa kwenye miradi hii, kwa sababu ninyi sio ma mainjinia, sio kazi uliyosomea darasani, lakini kwa sababu ya majukumu na kwa sababu barua yako ya ajira inasema, na majukumu utakaopangiwa na mwajili, umekuwa responsible kuhakikisha kwamba mradi huu mzuri unakuwa na matokeo mazuri. Taarifa uliyosoma hapa milioni 400 na kazi yenyewe vinajieleza. Wala uhitaji takukuru. Wala uhitaji watu kuja kuanza kutafuta milioni 400. Maana kuna miradi ukitajiwa fika mnaanza kuizana jamani. Hivi kweli hapa bilioni 1? Lakini unaona milioni 400 <coughs> yenye matokeo madarasa 8, vyoo, ofisi na mradi unaonekana value for money. Thamani ya pesa na mradi vinafanana kuwa shule na kupongeza sana <laughs> mwenyekiti wa mtaa na kupongeza namna ambavyo wadau na wananchi wamepokea mradi huu vizuri. Nifikishie salamu zangu kwa wenzako kwa wananchi hapa Uwemba, mna watu wengi sana huko duniani. Nakumbuka Mwamanga hapa alikuwa mkurugenzi wa TASA, kwao ni hapa. Mwanyika Deo ameanza kufanya maendeleo huku hata kabla hajawa mbunge. Kwa hiyo nachosema <coughs> Mwenyekiti wa mtaa diwani wa kata, endeleeni kuwakaribisha wanauwemba wachangie maendeleo ya nyumbani kwao. Tunapoenda mwisho wa mwaka, mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa mtaa, waambieni wanauwemba kwenye magrupu yenu ya WhatsApp, kwamba mwisho wa mwaka tunawakaribisha wanauwemba diaspora, wanauwemba walioko nje ya eneo letu, tutakuwa na kikao cha maendeleo ya kata mwisho wa mwaka mnapokuja nyumbani, tujadili Uwemba wetu, Uwemba yetu na maendeleo. Waone miradi kama hii, waone vituo vya afya, waone namna ambavyo wanauwemba wenzao kama akina Mwanyika, kama akina Dadislaus aliyekuwa mkurugenzi wa TASAF, kina Mwamanga, namna ambavyo wametoa mchango mkubwa kwenye maeneo ya nyumbani kwao ili tuwajengee matamanio. Si unanielewa? Leo Uwemba hapa ni kijiji ni mtaa una shule ya ghorofa. Umetoka Njombe unakuja hapa Uwemba, unaona mabarabarani huko viwanda vya kumenya miti kumenya magogo vipo. Tunajenga barabara kubwa ya rami kwenda Ludewa. Kuna mtu kwao ni Uwemba yuko Dar es Salaam bado anawaza kwamba kijijini kwao Uwemba watamloga kujenga nyumba ya bati. Kumbe hajui Uwemba wana shule ya ghorofa. Uwemba wana, shuru, wana nyumba za vigae. Uwemba watu wamejenga nyumba za magorofa kuliko na nyumba anayoishi Dar es Salaam. Sasa tuambie watu wa Uwemba walioko Dar es Salaam, walioko mikoani wasiogope kuja nyumbani, waje washiriki maendeleo ya nyumbani, wasiogope kuja nyumbani wakawa wanasubiria misiba itokee ndo waje kuzika, waje wayaone maendeleo haya, na mheshimiwa Diwani na mwenyekiti wa mtaa Hizi ndo picha za kutuma kwenye magurupu yenu ya WhatsApp kwamba hapa ni kijijini kwetu Uwemba, hii ni shule inajengwa na serikali Dkt. Samia ametuletea hela, na baadhi ya wana Uwemba wameweka nguvu zao na halmashauri na diwani na mbunge, na haya ni madarasa yanajengwa kijijini kwetu, wanaona ghorofa kubwa kama hili, ili wajue kwamba hatujadili uchawi Unawaonyesha namna ambavyo huko barabarani tumeanza kupata wawekezaji wanajenga viwanda vya kumenya magogo, ili mtu akikaa Dar es Salaam kwao ni Uwemba, ajue kwamba kijijini kwao kuna wawekezaji. Yeye yeah, abaki Dar es Salaam anasubiri watu wafe, atume mchango wa ng'ombe, atume mchango wa mahindi. Mwambie Uwemba sio mahala pa kuja pa kwenye kufa na kuzikana, waje kwenye maendeleo. La pili, la tatu ni walimu. Kwanza nawapongeza hawa watoto kusoma. Ninawapongeza sana wazazi wote wa mkoa wa Njombe, kwa namna ambavyo wanajitoa kwenye swala la elimu ya watoto wao. Wazazi wa mkoa wa Njombe wanatoa chakula, wazazi wa mkoa wa Njombe wanatoa watoto waende wakasome madarasa ya mitihani wajiandae na mitihani yao ya taifa. Watoto, msiwaangushe wazazi kwenye swala la elimu. Kwenye swala la elimu tunawajibika kuelimisha watu wawili. Ni lazima tuwaelimishe wazazi umuhimu wa mtoto kwenda shule, lazima mzazi aelimike umuhimu wa malezi kwa mtoto wake kwa sababu hata kama walimu wa watang'ang'ana na mtoto, kama mzazi ni mbumbumbu kiberiti ngoma, usitegemee matokeo ya mtoto kuwa ya maana ya kitabia, ya kitaaluma, ya kimaisha. Kwa hiyo wazazi wa Njombe, wa Njombe kwenye umbumbumbu wameondoka. Kazi kubwa ambayo imefanyika ni wazazi wa Njombe kuweza kubadilika kwenye akili na mitazamo yao na kubeba elimu kama kipaumbele, na ndio maana unaona shule zinafungwa, wazazi wanasema tungependa watoto wa fomu tu na fomu fo wao wanapata muda wa kusoma, na walimu wao wanaambia si tuko tayari kwa ajili ya kuwasaidia watoto, kwa sababu baadaye watoto kwenda kuzura magengeni huko na masokoni, na wengine kwenda kwenye mavuno, mzazi mwenyewe anaona bora mtoto apate nafasi ya kusoma. Hili ni jambo zuri, kwa hiyo tunawapongeza wazazi tunawapongeza watoto, lakini tunawapongeza sana walimu, kwa sababu naamini kwamba hapa mkulazimishana, ni walimu wenyewe wangetamani kuona watoto wao wanafaulu na shule inapata sifa. Na watoto, zingatieni masomo. Form 4 mnamaliza mwaka huu, kuna ambao kuanzia mwezi wa kumi na moja watakuwa wako nyumbani, kuna ambao mwakani wataenda form five kuna ambao mwakani watakuwa ni wake za watu, kuna ambao mwakani watakuwa ni waume za watu, kuna ambao mwakani wataenda kwenye vyuo. Unayaanza maisha. Ulikuwa unakaa hapa shuleni unagombana na mwalimu kata kucha. Kwanzia mwezi wa kumi na moja mtu anakuambia kata kucha, kata nywele? Hakuna atakaye kuambia kata nywele. Unanuka kikwapa, oga? Hakuna atakaye kuambia uoge. umechelewa wanakuchapa kiboko mkononi, unaenda kwa babako, nimechapa mkononi, babako wanakuja hapa, anatukana kila mtu. Kuanzia mwezi wa kumi na moja huko, wewe na bibi yako, mjomba wako, shangazi yako, baba yako, mama yako, nyumbani, sio mnanielewa? Hakutakuwa na mwalimu anayekukumbusha wajibu wako, utaanza kujilea mwenyewe, na ndo hapo panakuja wajibu wa wazazi kusimama kwenye nidhamu ya malezi ya watoto. Elimu nzuri inaanzia nyumbani. Mtaala mzuri unaanza na kichwa chako. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo form 2 na form 4 mnaojiandaa na mitihani ya taifa zingatieni masomo. Usifanye mchezo, usifanye mzaa. Days are numbered. Mmebakiza muda mfupi sana. Ninaamini hata sasa hatufundishi mambo mengi mapya kwa sasa, tunaanza kufanya revision, tunafanya marudio, tuna solve past papers ili kumjengea mtoto confidence. Hata kwenye michezo, ukifanya mazoezi ya mechi za kirafiki kumi kabla ya mechi ya fainali, unakuwa umejipima vizuri kwenda kwenye mashindano. Kama umefanya me mazoezi mechi mbili za kirafiki halafu unaenda kuonana na timu ya Senegal imecheza mechi 15 za kirafiki, is obvious wewe utapoteza, kwa sababu hata kocha hawafahamu wachezaji wake vizuri na wachezaji wenyewe hawajifahamu mapungufu yao. Ninyi watoto mkianza kusovu leo past papers mkafanya weekly test, monthly exam, trial exam, mock exam. Mpaka unafika national exam ulishafanya past papers 200 maana yake una confidence ya kusit for the national examination. Kwa hiyo huu sio muda wa kuanza kupiga porojo. Unakaa hapa, umetoka nyumbani, unakuja hapa kusoma, unafanya maandalizi ya mitihani, una behave kama mtu wa kindergarten? Hapana, ni lazima form 2 mwe serious, form 4 mwe serious, na muwe kwenye malengo, lengo la wewe kufaulu lengo la kutangusha mzazi au mlezi na lengo la kutangusha shule yenu na walimu wenu. Kwao niwaombe sana watoto wangu, muweze kuzingatia swala la kusoma kwa bidii kwenye muda uliobaki. Kuna watu wajinga, atakwambia ng'ombe hanenepi siku ya mnada. Inategemeana na aina ya ng'ombe na inategemeana na aina ya mnada. <laughs> Sijui unanielewa? Ndio, umenielewa vizuri inategemeana na aina ya ng'ombe. Kama ng'ombe wako ana kifaduro sawa, inategemeana ina na aina ya nanda. Ndio maana kuna mtu anaweza akasoma jambo akaliacha mlangoni akaingia darasa akaingia kwenye chumba cha mtihani akakuta kitu alichokisoma mwisho ndio swali la kwanza kwenye mtihani, lakini aa, tunasema aa, Make perfect. Si unanielewa? Kama wewe mpaka saa hizi form 2, form 4, unarara usiku, unaota unakimbizwa na simba, wewe utapata sifuri. Yaani wewe mpaka saa hizi unarara? Hey, simba wewe, maana yake wanajiandaa kupata nini, kupata nini? Sifuri. Kwa sababu wakati mwingine ndoto zinatokana na mambo mema au mabaya unayofanyaje, unaoyawaza. Ukipata muda mwingi sana wa kusoma, utafika mahala unaota huko kwenye group discussion, utafika mahala unaota huko kwenye chumba cha mtihani, utafika mahala unaota unaongea na mwalimu wako. Form 2, form 4 wewe bado unaota Yanga watacheza na Simba au hawatacheza, wewe ni sifuri. Hiyo sio ndoto yako wewe. Kama bado unaota mayele, wewe sio mwanafunzi wajandana mitihani. Maana yake ni kwamba the more unapoweka concentration yako kwenye kusoma na brain yako kwenye kusoma, hata aina yako ya ndoto zako inakuja kuwa ndoto njema hizi ni lazima msome kimkakati. Mheshimiwa diwani wewe ni graduate, si ndio? yeah. hey, mnapoenda kwenye chakula <coughs> mnapokuwa mnakula chakula na hata mko kwenye mstari the discussion ni pale kwenye line ya kwenda kwenye chakula ni ya taaluma. hivi swali fulani ulielewa? Uli hivi pale mwalimu ulimwelewa, si mnanielewa? hata unapokuwa nyumbani hapa, wanalala hapa, mnapolala <coughs> kuelekea kwenye usingizi pale kwenye chumba chenu mnabishana kuhusu, mas kuhusu maswali sio melala. mnabishana kuhusu diamond sio melala. mnabishana kuhusu dabi ya Yanga na Simba. a a we hayo Yanga na Simba mtaonana mwezi wa 11. mnabishana kuhusu maswali, mnasema huyu amekosea huyu amepatia. Asubuhi mnasema twende kwa mwalimu, eti mwalimu, tuna jambo hili, ukweli ni hupi? kwani waombe sana wanafunzi mweze kuzingatia, lakini nidhamu ni bottom line, inabeba kila kitu. Nidhamu inabeba taaluma, inabeba maisha. Kusali sawa, lakini unasali katikati ya kusoma. Ndio maana tunasema human effort plus divine power is equal to success. Sasa wewe hujasoma Malaika wa Bwana akakutokea kwenye chumba cha mtihani, maana yake kwenye mtihani swali hujasoma, unaanza kuhesabu nywele za wenzako, wasema hivi kweli huyu ana nywele ngapi? Unaanza kuhesabu jamani, mbona huyu ana upaa hivi? Upaa una nywele? Unaanza kumkosoa fundi, hapa fundi alikosea, kumbe maswali umeyafahamu. Hii rangi hii angepiga rangi ya bluu, mnanielewa? Sasa malaika anakutokea pale kwenye chumba cha mtihani, mtoto wangu niambia ulisoma wapi, nikukumbushe una. Kwa hiyo prayer, human effort unasoma, divine power unasali. Combine together inakupa matokeo mazuri. Usisali kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 9 asubuhi unasali. Ah, hapana, sali kwa wakati wala ambao ni Wakristo kasome kitabu cha nyakati, kila jambo lina wakati wake. Ibada saa kumi na mbili, tena ibada ya wanafunzi, piga ibada kiwa wakristo wa napiga ibada na nyimbo nusu saa. Sasa usianza na mapambio saa kumi na mbili mpaka saa nne, eh, mnakula saa kumi na mbili naenda kwenye ibada au nini? Kinaanza ni ibada au chakula? Chakula, chakula, ibada. Baada ya hapo na kule kwenye ibada Haipendezi, mko shuleni mnahubiriana. Acha uchawi. <coughs> Mahubiri ya uchawi shuleni, hapana. <coughs> Mahubiri ya uchawi, mahubiri ya wanafunzi. Niishike sana nini? Elimu, elimu. Usiache akaenda zake, na mnajifunza kabisa kwamba kwa Wakristo Yesu alianza kujifunza kusoma na miaka kumi <coughs> si na mbili. Sio nakemea mapepo huko darasani nakemea mapepo ya iki wewe una pepo. <coughs> nakemea pepo na mitihani. Mtihani upo hata ukemee mpaka asubuhi. <coughs> Menelewa? Na <coughs> mwisho na mwisho kurusumu, tunakupongeza hii. <coughs> ni achievement yako. Tumpige makofi mkurugenzi. <coughs> tunampongeza sana mkurugenzi <coughs> na timu yake mainjinia wetu, tunampongeza mkurugenzi na timu yake yote ya CMT mainjinia wake. Ghorofa hili linajengwa na mafundi wa Kitanzania. <coughs> Manake tunaweza, mafundi wetu hawa wakiwa waaminifu na mainjinia wetu wa serikali wa halmashauri wakasimamia vizuri, hatuhitaji mchina wala mzungu kutujengea mradi wa aina hii. Ujasiri wa mtu kujenga jengo kama hili kesho linatupa ujasiri wa kumpa kazi nyingine nzuri. <coughs> Mkurugenzi, niendelee kukuomba kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 25 30, tumesema tunataka tuzalishe ajira kuna hela nyingi zinakuja kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Tungetamani kuona loko fundizi wa Njombe ambao ni wazuri wanaofanya kazi zenye ubora kama hizi, tunaendelea kuwatambua, tunawasajili, tunawajengea uwezo, mabenki yetu yanawapa mitaji, halmashauri inakuwa baba na mama yao, inawadhamini, tunawapa kazi zetu za kufanya kesho wanakuza kampuni zao mpaka wafike klasi wani waweze kushindana kwenye ujenzi wa miradi mikubwa. Hiyo ndiyo focus, kwa sababu hata wachina mnaoona wajenga madaraja walianza kama mchicha, leo ni mibuyu kwenye ujenzi. Hata sisi tukiwaamini watu wetu kama hawa tukawapa kazi tukawalipa kwa wakati, wakasimamiwa vizuri, wakazingatia ubora. Kesho miradi yetu sisi kama Njombe, kama taifa, tutakuwa na uwezo wa kufanya sisi wenyewe. Niwaombe sana loko fundi wafanye kazi kwa uaminifu, lakini na halmashauri zetu, kama una hela zimekuja za mradi loko fundi akajenga, mlipe kwa wakati ili umdai kazi baada ya kumlaumu maake. Pia tuna shida kuna mlaumu loko fundi lakini tumemkopa sana, ana mtaji mdogo, amekopa nondo, amekopa saruji, amekopa kokoto na mchanga, hawezi kuendelea na kazi, tunamfukuza kwenye site. Hayo ni matatizo yetu, lakini kama tunapata hela, tunawalipa kwa wakati, tukawajengea uwezo na kujiamini. Mi naamini kwamba miradi mingi ya serikali inayokuja kwa elfu mbili na ishirini na sita, tutakuwa na nguvu kazi kubwa ya vijana na makampuni ya kitanzania yanaweza kufanya miradi midogo midogo ya kuanzia milioni ishirini mpaka milioni kumi, miradi ya majengo, miradi ya barabara na miradi mingine inahitaji ukandarasi. Kanawapongeza sana roko fundi.